Karandile ama tunda la passion yalianza kukuzwa hapa Kenya mwaka wa 1920. Tunda hili ndilo linaloshikilia nafasi ya tatu kwa matunda yanayosafirishwa nje baada ya mpanachichi na maembe. Kwa hivyo ukuzaji wa passion unaweza kuwa biashara nzuri kwa mkulima. Soko ya karandile imeimarika pakubwa, huchukua muda mfupi kukomaa na mapato yake ni mazuri. Kwa hivyo inafaa hata kwa watu wakongwe ambao hawana nguvu za kufanya kazi ngumu ya kulima. Wanaweza kuchunga shamba la haya matunda na wajipatie pato. Iko na masao mingi na itatuletea pesa kwa wingi na itatufanya tuinuke na kusaidia familia zetu. Karandile yanaweza kutumika moja kwa moja kama tunda ama kutumiwa kwa kutengeneza vinywaji na bidhaa mbalimbali. Matunda haya yana madini kama vitamini A, vitamini C na potasium. Karandile ya rangi ya zambarau ndiyo inayopandwa kwa wingi hapa Kenya, katika nyanda za juu na za kati. Aina hii ya karandile ina ladha nzuri na inanukia inatumika sana kwa kutengeneza juisi ambayo hutumika hapa kwetu na pia kusafirishwa kwa masoko ya nje. Je, karandile hukuzwa vipi? Kwa muda mrefu wakulima wamekuwa na shida ya wadudu waharibifu na magonjwa. Changamoto nyingine imekuwa ukosefu wa mbegu safi za kupanda. Kupitia PSDA mradi wa serikali ya Ujerumani wakishirikiana na wizara ya kilimo. Wakulima katika vikundi vyao wamefundishwa jinsi wanavyoweza kupata mbegu safi na miche za kupanda. Sasa zile tulianza hii passion tulianza 2004 na tukaanza na street passion indigenous. Tukapanda, tukaanza ku harvest in the process tuka notice kuna magonjwa tukakuwa attacked na magonjwa za vitu kama blight fusarium e, na tukashindwa tutafanya nini. Tukaanza ni, kama, mimi kama coordinator nikaanza kutembea, nikaandikia watu wa GTZ na GTZ ikakubali kukuja kufanya na sisi na saa zile walikuja wakaangalia mradi yetu, walifurahiwa because walipata kama tuko tunaendesha ile tuna wa tulikuwa tunawauliza na hata wa, wakasema waka watuletee watujengee hii screening house, ndio tuweze kuproduce clean planting materials ile ya kwenda kwa shamba, na hii screening house ilikuwa shared community, ilitoa half na GTZ ikatoa half, na tukajenga na miche za kwanza tulipatiwa mbegu, tulinunuliwa mbegu na GTZ kutoka KARI Thika, na mbegu zetu sana zinatoka KARI Thika ama Kenya Horticultural Development Program hii ya USAID hapa kwa screening house. Siwezi kusema hatuna soko, demand iko very high, hata saa zingine hatutosheleshi. Sasa kwetu tunahimiza kama wakulima wa Bungoma wanaweza kuja on board, both for fruit kwa matunda na seedlings. Wan, kuna demand demand iko very high, wanunuzi ni wengi na hakuna ya kutoshelesha. Sasa wakulima wa Bungoma kama wanaweza jiunga na wazalishe wa, wa, wa, passion especially matunda itaweza kutusaidia because hata serikali imetuletea hapa airport hapa Eldoret yenye mkulima anataka atumie na hatujaanza, hatu, hatuna hatu kitu ya kupeleka huko. Miche za kuunganishwa zimekuwa zikitumiwa kuepuka magonjwa. Hii imewezekana kwa kutumia shina zinazostahimili kushambuliwa na magonjwa na wadudu. Hapa Kenya wakulima hutumia shina kutoka kwa passion ya kienyeji. Hapa tuko na karandile kumi na nane ambazo zinaonyesha sifa bainifu tofauti. Moja ni ile ya rangi ya manjano ambayo hutumika kama shina kwa vile inahimili fusarium wilt, ugonjwa ambao husababisha mmea kunyauka hasa katika sehemu za chini, na kwa matawi ambayo yanaguza chini. Mmea wote hatimaye hunyauka. Huu ugonjwa husababishwa na vijidudu ambavyo hupatikana kwenye udongo. Karandile tunayotaka ni ile ya rangi ya zambarao. Ndiye sababu inayotufanya kutumia ile ya manjano kama shina ikiunganishwa na ile ya zambarau. Kila unapomaliza kuunganisha mche mmoja, tumbukiza vifaa vya kukatia kwenye dawa ili kuondoa vijidudu na kuzuia visisambae kwa miche mingine. At first we pick the scion. Tunakata karandile ya zambarau katika vipande ambavyo vina vinundu After that we, we. Halafu, tunakata shina upande wa juu. We prune it, kisha tunaunganisha. After 21 days. Baada ya siku ishirini na moja, miche itakuwa tayari kuuzwa. Udongo uliotibiwa hutumiwa kuepuka magonjwa ya mizizi yanayopatikana kwenye udongo. Sasa tukapata teknolojia mpya na hii ya sterilize, sterilize the soil. We we get loam soil mixture with sand and manure. Tunachukua mchanga, mbolea ya boma na udongo wa juu na kuzichanganya kwa uwiano wa moja kwa sita kwa kumi. Baada ya kuchunga, tunaweka sehemu moja ya mchanga, sehemu sita za mbolea ya boma na sehemu kumi za udongo wa juu. Huu mchanganyiko huwekwa kwenye tangi hii. Tangi huwa imeunganishwa na nyingine ambayo ina maji yanayochemka. Mvuke unaopitishwa kwenye huu mchanganyiko huua vijidudu, na baada ya masaa mawili udongo unakuwa tayari kupelekwa kwenye kitalu. Baada ya kuzalisha miche, hebu sasa tuangalie jinsi tunavyoweza kupanda na ukuzaji kwa ujumla. Kuatika miche hufanywa wakati wa mvua. Tengeneza mashimo yenye upana wa sentimita 45 kwa kina cha sentimita 45 na wacha nafasi ya mita mbili hadi tatu kutoka laini moja hadi nyingine, na uache nafasi ya mita moja na nusu hadi mbili na nusu kutoka kwa mmea mmoja hadi mwingine. Ili kuhakikisha miche yako inaanza vizuri, tumia kilo kumi ya mbolea ya boma ukichanganya na udongo wa juu kwa kila shimo. Tumia vikingi vyenye urefu wa mita mbili na nusu kwenda juu katika mashimo ya kina cha nusu mita. Nafasi ambayo inawachwa kati ya hivi vikingi vya kushikilia ni mita sita, vikiunganishwa na waya maalum ya kufanya kazi hiyo. Waya hii hupigiliwa juu ya vikingi. Ni vizuri kuweka mbolea ili mimea iendelee kukua vizuri. Elekeza miche juu kwenye waya ukitumia kamba ya mkonge ambayo inafungwa juu kwenye waya na chini kwa kikingi ambacho kinapigiliwa ardhini. Matawi ya kwanza yanaelekezwa kwa uangalifu kuhakikisha yanajishikilia vizuri kwenye kamba. Kupunguza matawi huwezesha matunda kupata hewa na kukua yakiwa na nguvu. Punguza matawi ambayo hayazai yale yananing'inia na yale ambayo yamekufa. Kata matawi ambayo yanaguza chini na ambayo yanatokea chini ya sentimita tano kutoka ardhini. Osha vifaa ambavyo vinatumika kwa kukata na kupunguza matawi ukitumia dawa maalum ili kuepuka uenezaji wa magonjwa yanayosababishwa na virusi. Kwa matunda ya kuuzwa hapa nchini ama katika masoko ya ng'ambo, vuna matunda yaliyo na rangi kamili ya zambarau kabla hayajaanza kujikunja na kuanza kukauka. Ni muhimu kuzuia wadudu waharibifu na magonjwa yanayoshambulia ya karandile makonjwa na spray flowers na suhia tena na dawa ya flowers, makonjwa na spray. ikiwa yellow, stack yellow. Kwa hivyo ni muhimu kwa mkulima kutembea na kuchunguza shamba lake mara kwa mara, ili kuyatambua mapema. Afisa wako wa nyanjani atakushauri juu ya madawa ya kutumia. Baada ya kuvuna, tunda linaweza kuliwa moja kwa moja, kuuzwa hapa nchini ama lisafirishwe kuuzwa katika masoko ya nje kwa mapato zaidi. Wakulima wanaweza kuongeza matunda yao dhamana kwa kutengeneza vinywaji ama juisi. Ni mashine ambayo mnaona hapa tunaita juice extractor ama juice pulper ukiziweka hapa itakutolea juisi yako, na kwa lisaali moja inatoa lita kumi. Hii haivunji mbegu hata kidogo. Matunda yangu ni kilo mbili, nimepima kilo mbili, nimechagua ile imeiva na nimeosha juu. Sasa hatua ya kwanza ni kwamba tutakata matunda yenyewe nusu nusu Unatoa, unaweka kwa hiyo bakuli, unatoa ndani na kijiko. Haijafika kilo moja, ndio tutaweka hapa yeah, ili tupate jusi yetu sawa sawa. Sasa hii ndio tunaita juice concentrate ama juice pulp kwa sababu hii ni ya 100% fresh, fresh haijaongezwa kitu chochote, si ndio? Mm -hmm. kwa hivyo kuna watu wanaiuza ikiwa hivyo mm -hmm. na kwa hivyo itakuwa ni bei kali, kwa sababu haijaongezwa chochote, haijaongezwa sukari, haijaongezwa maji. Lakini nikawaambia kulingana na ile biashara unataka kufanya sasa, itabidi hii uongeze maji ya ndimu kidogo na sukari kidogo. Alafu maji. Maji safi, eh. Sasa ndio ikue ile juice tunauziwa ya kawaida. Na hiyo ndio ndiyo juice sasa hiyo ambayo imeongezwa maji na sukari ndiyo juice. Na ndio niliwaambia hata Kenya Bureau of Standards ukiwapelekea, watakuangalilia wakijua hivyo kwamba ina matunda kidogo, imeongezwa sukari kidogo na imeongezwa maji kiasi fulani, ambayo wamefanya nini wamesema kwa standard yao sawasawa sawa. Mm -hmm. Tukiweka hii juice yetu kwa muda hapa bila kufunika itaanza kubadilika rangi, lakini kama imewekwa maji ya ndimu inahifadhi hii rangi yake, hii natural color. Mm -hmm. Ndimu inasaidia kufanya nini? Kuihifadhi, ilikuwa lita moja tunasema ndimu moja ama mbili, kulingana na size. Kama ni commercial, tunasema kwa sababu hujui hiyo concentration ya ndimu yako, ni vizuri kutumia kitu tunaita lemon concentrate ama citric acid. Kama unataka kufanya juice ambayo watu watatumia bila madhara yoyote, juice ambayo watakunywa kwa hoteli ama hata kama ni kwa shule ama kwa hospitali, mahali popote unataka kutumia ikiwa fresh juice. Huwe mara nyingi tunasema unaweka sukari 15%. Okay, ratio ya juice kwa maji kwanza ni 1 to 4. Kwa hivyo kama tuna 400ml tutaweka maji kiasi gani? 1.6 liters. Na sukari tutaweka kiasi gani? Niwaambia per liter of uh, juice inataka 15%, 60 grams. Wakati sasa unapotayarisha fruit pulp, unapotayarisha passion fruit pulp. Ni vizuri pia sasa uwe hiyo hatua nyingine. Hiyo hatua nyingine tulikuwa tumesema ni kufanya nini? Kuchemsha maji na sukari eh? Kwa ajili ya food safety and food quality standards, lazima utakuwa na thermometer especially ukiingia commercial. Kwa sababu ukikosa kufanya hivyo haitakaa ule muda unataka ikae, kwa sababu wewe unafikiria imechemka, imeua jams zote, lakini haijafanya nini? Haijachemka. Sasa hii inachemka chemka sema tunataka ifike 90 wow, okay. Imepita basi na mbili. Sukari iko ndani, tusha mwaga sasa. Tumeongeza na tulikubaliana tukishaongeza sasa, tuchemshe haraka sana eh. ifike wapi? 85 okay. sasa unaitoa kwa moto immediately. Kama una ile chupa glass bottle, utaichemsha na maji moto. Ikiwa bado ni moto, ndio utaweka nini, juisi yako. Uweke juisi ikiwa moto na chupa bado okay. ni moto hiyo, sasa inaweza kaa kwa muda mrefu. Tunataka kuweka yetu ya plastic tena. Ukitoa kwa moto vile nimefanya, uiweke kwa maji baridi, alafu sasa inaweza kufanya nini? Kutumiwa ikiwa ni salama kwa mwili na kwa afya yako. Meelewa. Basi sasa juisi yetu iko tayari. Lakini <laughs>